Mpenzi mtazamaji, ni kuombe dakika chache niweze kuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ukiwasilishwa nami Godifrey Kazinja kwa usiku wa leo. Mpenzi mtazamaji, tunatarajia kiwango cha chini zaidi cha joto kulinganisha na maeneo mengine ya nchi kinatojia kufikia nyuzi joto kumi katika mkoa wa Njombe kufuatiwa na nyuzi joto 14 kwa mkoa wa Mbeya. Hali kadhalika kwa usiku wa leo tukitarajia hali ya ngurumo za radi zitokeze katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria. Sehemu nyingine za nchi zinatarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na mifumo ya upepo inatuonyesha kwa siku ya kesho, upepo unatarajiwa kuwa wa wastani katika baadhi ya maeneo ya nchi isipokuwa katika maeneo ya kusini, hususan katika maeneo ya Ziwa Nyasa pamoja na pwani ya kusini. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, huku mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kuwa na vipindi fupi vya uwepo wa upepo mkali kat tika maeneo hayo ya pwani ya kusini pamoja na Ziwa Nyasa. Ni vyema mkazi wa maeneo husika kuwa makini na angalizo hilo. Kwa siku ya kesho pia tunatarajia katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, mkoa wa Kigoma pamoja na Katavi, kwa kuna hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua, ili hali maeneo ya nyanda za juu kaskazini, mashariki, pwani ya kaskazini yakihusisha na mkoa wa Morogoro, kwa kuna hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na mamlaka ya Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kuwa na vipindi fupi vya uwepo wa mvua kubwa katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, ni vyema mkazi wa maeneo husika kuwa makini na angalizo hilo na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku nne zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam inatarajiwa kuwa na hali ya mvua kwa tarehe saba pamoja na tarehe nane huku mkoa wa Dodoma ukitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mkoa wa Mwanza kutarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua kwa upande wa mkoa wa Kilimanjaro kwa kutojuku na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Jiji la Mbeya linatojukwa na hali ya mwingu kiasi, kiwango cha chini kitajua kufikia nyuzi joto 12. Mkoa wa Morogoro kotujuku kwa na hali ya mvua kwa tarehe saba pamoja na tarehe nane. Arusha kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 13, huku kuna hali ya mvua nyepesi. Ni kutoka mamlaka yaliyo Tanzania. Hatuna la ziada, tafadhali tukutane tena hapo kesho mida na nyakati kama hii. Asante na nikutakie wakati mwema.